Yes, siku ya jana bwana, tulishuhudia mchezo mkali sana wa hatua ya kumi na sita bora ya AFCON ambapo uh, Tunisia ilikuwa ikicheza dhidi ya timu ya taifa ya Mali mchezo ambao ulitamatika kwa goli moja kwa moja na kuongeza dakika thelathini ambazo pia walitoka sofuru ben sofuru, na mwisho wa siku wakaenda katika hatua ya matuta, ambapo Mali iliweza kuingia katika hatua ya robo fainali baada ya kupata penalti tatu kwa mbili dhidi ya Tunisia, mchezo ambao umekuwa uh, umetengeneza historia kubwa sana na jana kubwa sana kwa Djigui Diarra. Nitakueleza baadaye ni nini ambacho rais wa nchi ya Mali amemwahidi Djigui Diarra kwa kile ambacho amekifanya siku ya jana. Eh, bwana Diarra jana amefanya unyama sana, ameonyesha kiwango kikubwa sana na uh, ambacho haijawahi kutokea kiukweli, tunaweza tukasema Diarra kwa sasa ndiye, uh, golikipa bora zaidi kwa michuano hii ya Afcon kwa mwaka wa elfu mbili ishirini na tano ambapo uh, siku jana bwana aliweza kuisaidia Mali kwanza ku uh, kuzidaka penati mbili ambazo ziliwafanya uh, sasa Mali waweze kuwa mbele uh, kwa magoli matatu ambapo kama unafahamu uh, Tunisia walitangulia kupata magoli ya penalti na Mali kuna wachezaji wawili walikosa, kwa hiyo kilikuwa ni kitendo cha kuonyesha kwamba Mali yanaenda kupoteza ama kuondolewa katika hatua hiyo, lakini juhudi za Djigui Diarra bwana zilifanya Mali waweze kusonga mbele, kwa sababu penalti mbili ambazo wamezidaka ziliweza kusahihisha penalti mbili ambazo, uh, wachezaji wa Mali walikosa. Sasa naambiwa baada ya mchezo huu kutamatika, bwana rais wa nchi ya Mali ameweza kutoa ahadi nono ama a, mshiko mkwanja mkubwa sana kwa timu ya taifa ya Mali, lakini pia ameweza kumpa ahadi ya pekee a, kipa wa Mali Diarra kutokana na kile ambacho amekifanya. Moja ya ahadi yake ni kuweza kumpatia Uh, pesa takribani shilingi za Kitanzania bilioni moja ambazo ameahidiwa na rais wa Mali kama zawadi ya pekee, lakini pia ameweza kuahidiwa kununuliwa usafiri uh, wa gari aina ya Rolls Royce, ambayo amewahidi endapo wakirudi tu timu ya taifa ya Mali kirudi tu nchini uh, nchini Mali, basi anakabidhiwa vitu hivyo. Kwa hiyo unaona ni kwa namna gani rais wa Mali amefurahi sana na ameona uwezo mkubwa sana wa Diarra katika kulilinda lango la Mali, ilikuwa uh, waondolewe kabisa, lakini uwezo binafsi wa Djigui Diarra na wapeleka robo fainali uh, timu ya taifa ya Mali. Kwa hiyo ukiachana uh, na, na ofa ya rais wa Mali, lakini pia Djigui Diarra tayari amepelekewa mezani ofa takribani kumi kutoka nchi mbalimbali na klabu mbalimbali duniani kuna uh, klabu za Ulaya lakini pia kuna klabu za ndani ya Afrika ambaye wanahitaji huduma zake. Na siko jana, tunaambiwa rais wa klabu ya Yanga Injinia Hersi Said amepokea emails nyingi sana kwa ajili ya kuhitaji mazungumzo na yeye ili aweze kumnasa um, mchezaji na golikipa huyo Diarra ambaye ameonyesha ukomavu na ubora mkubwa sana uh, ndani no ya michuano hiyo ya Afcon. Tunasubiri kwa hamu kuona nini kinakwenda kujiri kwa Djigui Diarra. Ataondoka ndani ya Yanga ama ataendelea kusalia kutokana na ubora ambao ameuonesha efanyanamwjili ya matukio kadha wa kadha ambayo yamekuwa akijiribilaiyotauea hapa. Baadaye nitarudi na story kali kuhusiana na Rais wa Venezuela, um, uh, Nicolas Maduro na jeshi la Marekani kupitia kikosi maalum cha Delta Force na namna mission ilivyofanyika. Usahau subscribe for more updates.